Habari yako mpenzi wa mchezo wa drafti, jina langu naitwa shukuru elesi, natokea madizini tuliani. Sawa, leo katika video hii nimekuletea kipande kingine ambacho ni cha kete mbili kwa mbili. Sawa, kipande hichi huenda unakijua au ukijui, lakini leo utaenda kukiona na utaenda kupata majibu mwarubaini wa kipande hicho ni nini. Sawa, sasa hapa Game unaotumia ni la farasi checkers au chess ilipo katika Play Store. Ah, sisi wa Tanzania tumezoea, walio wengi tumezoea kuliita farasi kutokana na logo yake inafanana na farasi. Lakini game hili haliitwi farasi, bali sisi tu ni watu wa kujiongeza. Sawa? So, kwa hiyo mchezo huu ni wa kete mbili kwa mbili. Kete mbili zinakaa hapa, zinakaa hapa, na hizi zinakaa hapa, hizi zinakaa hapa. Sawa? So, inakapa sawa. Sasa hapa hapa ni ni zamu ya machungwa kucheza. Sawa, zamu ya mwenye machungwa huyo kucheza, zamu yake cheza huko e. Sawa, sasa huu mchezo ni sare au goli? Sawa, mchezo huu ni sare. Sawa, kitaalamu mchezo ni sare kama wote tunaocheza hapa ni mabingwa, lakini kama wewe unayecheza hizo mbili sio bingwa, maana yake utalazimika kufungwa kwa sababu hujui sare yake ipo hapa. Mfano, sare yake hapa ilipo moja kwa moja, sare yake ipo hapa. Wewe cheza hapa ndani mmoja ndogo, sawa. Huyu atakachokifanya hapa, lazima aombe kati hapa, utakimbiza, sawa. Huyu ataenda kingi, utakimbiza, atakuachia ule ili ashinde. Na huu mchezo unafanana na kile kipande kilichopita Sawa, anatakiwa anatakiwa kuachia ule sawa, kisha kula, anaenda tena, sogea sasa. Hapa sare yako hapa, usikatishe, yani usikatishe, usipate tamaa kuja ya kukatisha huku. Nani, hii imejiandaa kuja huku hapa, anatakiwa unyooshe kuja huku, ndo sare yako. Kwa hiyo unachokifanya hapo, unacheza hapa, huyu lazima ataomba, akiomba wewe huyo unaziba tena hapa. Kwa hiyo unachokifanya hapa, huyu mmoja mmoja ni lazima hapa aweze kuachia, kwa sababu akishika huku makiti sinatembea kwa lazima atabaki hapa pa mgongoni, ata kusubiria na kuangalia. Acheza yake ni hiyo tu, hamna step nyingine yani hapo, tofauti na hiyo hakuna sali nyingine. Sasa ngoja nikuoneshe, sasa endapo sasa mchezaji huyu mwenye machungu kama atacheza sehemu nyingine daka mfungaji. Mfano hapa kaja ndani, unakuta wengine ya nyuma inakuwa kama wale wale, miguu na miguu inaponza kichwa. Kwa maana hapa akikimbiza hiyo ni chuma, maana unakuja na na unakaa kwa hivi, hapa akija kujiachia hivi, maana unaishia hapa. Akicheza huku unazuia, bao limeisha. Au akicheza huku au akicheza huku, maana unakuja, tunazuia bao limeisha. Kwa hiyo hapa hii inakuwa goli kwa hapa, kitendo cha kukatiza. Kwa hiyo manake hii ni kwa sababu amekatiza na kete hii, kwa hata akikatiza na kete hii ya nyuma, yale yale. Mfano labda mdani Shomba hii maana yake kibaranisha hapa unarudi vile vile mgongoni, inakuwa goli. Sasa hii ni atua moja hapa. Sasa atua nyingine hii hapa. Wengine waje hapa ndani. Wengine wanakuta anacheza huko. Mwingine anakuta anacheza hapa. Akishona hapa, unaizoea kacheza hii. Hii anatoka hapa. Unaenda hivi, anatoka hivi. Unaingia tu. Bao limeisha. Hii atua pili. Atua tatu. Atua tatu. Hata ukicheza hapa, yeye akicheza hapa, hata ukicheza hapa, nakata kicheza hapa, kicheza hapa. Hmm. Hata ukicheza hapa, unamfunga yeye hapa, atakata hivi, si ndio? Iio anacheza hapa, anacheza hapa, unatisha, anakimbiza, anakimbisa, unakuja huku, akicheza hapa, unakuja huku, hata ukiche... ukija kwa huku, hata ukija kwa huku yale, yale.

Unakuta huyu anacheza hivi, unachokifanya hapa, sawa, usiingize hii, usiingize huku. Hapo unacheza hii, sawa. Huyu atakachokifanya anacheza hapa. Huyu unacheza hii, sawa. Huyu popote atakapocheza, aweza huku au huku au huku, wewe hapo unafanyaje? Unakimbia hapa, unamwangalia, sawa. Anacheza hapa, mfano akicheza huku ni njia ya tano anaweza asije huku pembeni. Hapa sasa nimekuja pembeni. Hapa nimekuja pembeni. Baada ya kucheza hapa, akishacheza hapa, unacheza hapa. Sasa unakuta wengine wanakatiza hapa. Wewe unaenda tu hivi. Sawa, unakuta hapa anaweza akacheza, akacheza hapa. Akicheza hapa, anachokifanya hii kete hii unatema. Yani hapo ni lazima uteme baba la baba ili upate goli, ni lazima uteme. Unatema hii kete sawa, afu unaiomba, maana hii kete ya nyuma ndio inamponza hii kete ya mbele. Hawezi hapa akakwepa, yani afanye atakavyofanya, maana ni lazima alie goli. Kikimbiza unakuja tena, naomba nyuma tena hapo akikimbiza hapa yale yale. Kila hapo ndio nazuia hapa. Akishinda huku unacheza hapa ndio nazuia huku. Sawa? Kwa hiyo hivi ndivyo namna ya kushinda mchezo huu. Mpaka kufikia hapa nimefikia mwisho. Nimefikia mwisho wa mchezo huu. Najua mpaka mpaka kufikia hapa tayari ushapata mwanga. Namna huu, namna hii, namna hii umeshapata mwanga wa mchezo huu, namna ya kushinda na namna ya kutoa sare. Lakini kitaalamu mchezo mpaka hapa maana yake mchezo huu ni sare. Lakini kama ujui mchezo huu utafungwa mpaka kufikia hapa nimefikia mwisho. Naomba usisahau kusubscribe channel yangu, usisahau kulike, kucomment na kushare. Na pia unaruhusiwa kutoa maoni kama una ma, maoni yako unaruhusiwa kuyaacha hapo katika video zangu sawa? So.